Kongoi, Chepkemoi. Sasa wakazi wa kaunti ya Kiambu wamejitokeza kwa wingi kutoa maoni yao kuhusu bajeti inayokisiwa kusomwa hapo kesho, wengi wakiwa na matumaini ya kushirikishwa kwa mapendekezo ambayo waliyatoa kuhusu makadirio ya bajeti, lakini kunao bado ambao wameonekana kukerwa na kodi za juu anazotozwa Mkenya. Abraham Gadesha aliungana nao katika pilka pilka zake. Huku bajeti ya mwaka wa 2025 26 ikitarajiwa kusomwa hapo kesho, ni vyema tuweze kuongea na wakazi wa Kiambu tueleze mapendekezo yao pamoja na matarajio yao ni yapi. Hii bajeti ah, yenyewe tunaitarajia kesho, lakini vile wanasomanga pale sio vile tunafil kwa ground sababu bajeti watasema watasema hajaongeza unga, wamepunguza hata sukari, hata mchee, lakini tukikuja kwa maduka tayari imeshakuwa imepanda. Kwa kilimo sisi ni watu wa kutarajia, wakulima, kila kitu ya kulima imepanda juu sasa. Unaona ukiweka elfu yako ishirini sasa yote inaugua sasa una, e, kwa matokeo unakuwa maskini zaidi ya kile unakuwa naye. Sioni kama kuna mabadiliko kulingana hata kama, hata kama sijaipitia sana, kulingana tu venye tu inasema ni kama ndio imeongeza mzigo zaidi. Tunatarajia kwamba bajeti ya mwaka huu itafeva mwananchi wa kawaida, na tunaomba kwamba serikali nao wanapitisha bajeti, pande ya chakula, pande ya shule, pande ya waangalie mazingira yetu, kama sisi wananchi wa Kenya, sababu eh, ma maisha yameremea, watu wengi biashara zimeharibika. Kila kitu imeharibika. Vitu zenye zina maana zinastahili kuwa zimeangaziwa na ziondolewe tax, unga, mafuta, shule. Na hii serikali kama inataka vizuri iangalie hii finance bill ya dhizi ya 2025 2026 isiwe na madhara ama isilete maafa ambayo ilikuwa mwaka wa 2024/2025 finance bill. Serikali iweze kuwa makini kwa Wakenya na kusikiza Wakenya vile matakwa yao wanataka, wasisukume kama last year, ambapo walisukuma wakafanya waka, Wakenya wakasirika mpaka wakaenda kufamia Bunge kwa sababu wamesukuma kwa kona, na waro wa Bunge wasikize ma, maslahi ya Wakenya. Matarajio ya wakazi hapa ni kuwa mapendekezo yao yatasikizwa na kutiliwa maanani. Abraham Gadesha, runinga ya NTV Kiambu.